manamke okay. awali ya yote nitambue uwepo wa mgeni wetu rasmi mama yetu aliyetufikia halima mamuya mjumbe wa kamati kuu CCM mama natambua uwepo wako nayenyekea sana nitambue uwepo wa mwenyekiti wetu wa wa mama UWT Mkoa wa Mwanza natambua uwepo wako na nyenyekea sana mama. Natambua uwepo wa makatibu wetu wote mkoa na wilaya na wilaya zote zilizo katika viunga vya Mwanza. Natambua uwepo wenu wote mlioko mahali hapa na na na meza kuu yote, natambua uwepo wenu, maana kuna viongozi mbalimbali wa mama. Natambua uwepo wenu, kisha natambua uwepo wa mama yetu Daktari, rais wetu amiri jeshi Samia Suluhu, huko aliko, tunampongeza kama leo siku ya wamama duniani. Mungu amtunze amlinde, na tumbo lililomzaa barikiwe zaidi. Mama Samia oye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama zote nimekapenda sana hako. Amina, Bwana Yesu apewe sifa. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaikum. Ninatambua uwepo wenu wote mlioko mahali hapa viongozi wote kwa ujumla, natambua uwepo wenu maana wote tumezaliwa kutoka katika matumbo ya wamama na wote ni wanawake. Tuko mahali hapa kwa ajili ya kuadhimisha siku yetu ya wamama. Wamama, lazima tusherekee, tujiamini. Tuna wamama hodari, ndio maana tuna mgeni asimi, mjumbe wa kamati kuu yuko mahali hapa, sio kazi rahisi, na yeye ni mama. Tuna wewa makatibu, tuna viongozi mbalimbali tuna walimu tuna wauguzi, wote ni wamama. Bwana Yesu apewe sifa. Sio wote kuwataja kwa urahisi, maana muda wetu umeenda sana, lakini hongera wewe uliyezaliwa mama mahiri na ukasimama kwenye nafasi mbalimbali. Mungu akubariki, endelee kutetea. Mada yangu ya leo ni makuzi na malezi ya watoto. Malezi yetu ya watoto yameporomoka sana, na pia maadili yameshuka kupita kawaida, lakini tunamuomba Mwenyezi Mungu katika kipindi hichi cha Kwalezima na kipindi hichi watu, wa, watu tumeungana kwa pamoja, Waislamu na Wakristo kwa ajili ya mfungo, ili Mungu aweze kutengeneza malezi ya watoto. Bwana Yesu apewe sifa maana malezi tukizungumzia ya miaka sabini au sitini au themanini ni tofauti ya miaka hii elfu mbili. Mwana Yesu apewezipa, malezi ya watoto yameporomoka wa zaidi. Unakuta katika familia inakuwa ni mbegu ambayo aidha mzazi amepanda ndani ya watoto, maadili yanamomonyoka mbegu anaipanda vitu hiyo, mzazi unakutana, mzazi labda ni mlevi, labda baba hajulikani haeleweki, na mama haeleweki, lazima watoto watapokea mbegu ambayo haifai. Ndio maana tunaleta tuna, tuna, tuna, tuna watoto ambayo ni wavuta bangi, watoto wengine wanajichoma madawa, wanakunywa madawa ya kulevya, na watoto wengine wanakuwa na watoto wengine wa wanakuwa mashoga. Bwana Yesu apewe sifa kwa ajili ya mbegu tunaoipanda ndani ya watoto. Tunaweza kulaumu watoto, lakini wakati mwingine na wazazi, inategemea na mifumo ambayo umeiweka mzazi. Kuna mzazi mwingine hata ana muda kukaa na familia, anakuwa bize kupita kawaida Bwana Yesu apewe sifa. Sisi ni moyo iikamara leo ni siku ya wamama, ni siku ya kuambizana makafu na siku ya kuambizana laifu ili tuweze kutetea familia yetu maadili ya memuanyoka. Mama wanyoka, mambo yamekuwa mazito wamama, pak wanapata presha, wanasomesha watoto kwa gharama, mtoto anaenda kwenye makundi yasiyofaa. Yawezekana mzazi anaweza kamlea vizuri mtoto, lakini anapoenda nje anakutana na ni makundi yanayokuta nao mtaani. Namba tatu ni mitandao ya kijamii inaweza kuchangia kuharibu watoto. Unaweza kukuta mtoto mdogo unampa simu ya kuchezea baada ya kumnunulia kitu kizuri ambacho kinaweza kumfaa kwa umri wake, lakini mtoto wa miaka miwili mitano anajua simu kuliko hata mzazi Wengine ni wenyekiti na wajumbe, na wengine wana vyeo vikubwa, wengine ulinzi na usalama, wengine wakuu wa mikoa, na wengine wakuu wa wilaya na kabineti yote kwa ujumla, lakini watoto wanakuwa hawaeleweki. Ukiambiwa kwamba ya mtoto wa nani, mpaka unashangaa. Maadili ya mama manyoka, hali ni mbaya, watoto wamepoteza mwelekeo. namkataza kuamka asubuhi, mtoto wako anamka saa nne na yeye baadaye, anategemea we kiongozi na anategemea we mama, unampeleka wapi huyo mtoto? unapotuona bila maadili. Na hii meza kuu, yalikuwepo maadili. Leo mtoto wangu akipigwa wa na walimu, unaenda kusitaki polisi kwamba mtoto wangu amepigwa wa. Yawezekana na fundishwa maadili, yawezekana na onywa Wengine watu wanawatabiria kwamba utakuwa kahaba. Mfungua vizibo. Nimezaa jambazi. Nimejaa nimezaa kahaba. Muda wangu hautoshi. Wa, Naomba nisome neno. Naomba nisome neno. Barikiwe sana mwenyekiti wa mkoa. Eti nimezaa kahaba. Unategemea mbegu gani niyoipanda? Mara angalia ni kichwa chake kama baba yake. Hata utakapo na pala na mbegu gani? Baada ya kumtabiria amekuwa waziri amekuwa rais, amekuwa mbunge. Wazungu anatabiria watoto bado wako tumboni. Tumemmonyoa maadili sisi wenyewe, tutasingizia watoto, lakini na wazazi tunachangia. Mungu atusaidie sana Amen. Mesali nimalizie, halafu nimshukuru Mungu, mda wangu ni mchache. Tumeenda mdo meenda mesali mezali ishirini na tisa mstari wa kumi na tano Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kazi endelee kazi endelee kweli na mshukuru katibu wangu binti mdogo mwenye maono makubwa ambaye anapambana kutuwezesha kutukusanya wa mama pamoja na mwenyekiti wake Mungu awalinde sana awatunze aongeze mamlaka na hekima wala msiogope kama mama yetu alivyo simba jike anapojipigania na kujitetea haogopi maneno haogopi vitu vinavyopita lakini amejaa hekima, haya ni malezi. Lakini mwanamke wa sasa hivi akiguzwa kidogo, utaona yuko mtaa wa mbila wa pili, amesahau na nakanda mbili kuvaa amesahau na sindilia kuvaa, wala amesahau kila kitu. Lakini sijamuona mama yetu rahisi, anatukanana mengi anapita kwenye mitandao mengi yanasiakiwa kwenye kwa watu, lakini ni mama mahiri Ametuonyesha ujasiri ametuhulikia katika taifa la Tanzania. Naomba ulisomee mesali mesali, anaweza kusoma yoyote yule, ni mwana na mtumishi mwenzangu kutoka Magu. Mama huyo ameomba maombi mazuri sana, Mungu akubariki, kubariki mama, kuinowe zaidi. Mesali mesali ishirini na tisa, soma kama ilivyoandikwa kwa uwepesi zaidi maonyo umtie hekima. Fimbo na maonyo umtie hekima. Bali mwana alie, Bali mwana aliyeachiliwa <tukutu> Bali <ăles> mwana aliyeachiliwa mwachi... humwaibisha mamaye. Bali mwana aliyeachiliwa humwaibisha mamaye. Mama, mama, mama. Tusiwaachilie watoto wetu watatuaibisha. Leo, wanatamani wa walizi mali kwa sababu ya mbegu ulioipanda. Hawana malezi, hawana makuzi mazuri. Mwana aliyefanyaje? Rudia, mwana aliyeachiliwa, mwana aliyeachiliwa, mwana aliyeachiliwa, kumwaibisha mamae, kumwaibisha mamae. Ndio tembea bali Waovu wa bali, waovu wakiongezeka maasi huongezeka. Asante, nimetosha. Mungu awabariki. Naomba niombe kwa ajili ya muda wetu umeenda. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya neema na kibali, na kwa ajili ya wamama wote waliokusanyika mahali hapa. Kwa heshima kabisa na tazima, ni siku nzuri ambayo umeifanya, siku ya wamama duniani, akiwemo mama yetu mahiri, kiongozi wa kijeshi mkuu, Daktari Samia Suluhu ndelea kumlinda ndelea kumtetea ndelea kutetea hata uchaguzi ujao, ndelea kutetea serikali yote ya mkoa, ndelea kutetea serikali yote ya wilaya, ndelea kutetea viongozi wote wa mama, viongozi wote wa wanaofanya sekta mbalimbali. Bwana wainue, washike mkono, wape hacha njema, wape neema na naueledi zaidi wa kuweza kutongoza na mama yetu ambaye mgeni lazini aliyotutembelea katika siku ya leo. Neema ya Mungu endelee kusimama juu yake na zaidi ya yote endelea kulitetea taifa lako, endelea kusimama mwenyewe. Tunaona Kongo wanapigana, lakini Bwana, wewe ni mtetezi, unaweza kusimama na kulitetea taifa lako. Wamama hao wanahitaji msaada wako, wengine wananyonyesha, wengine wana mimba, wengine watoto wadogo, hawajajua hata dunia Tunaomba amani yako ikasimame katika taifa la Tanzania, na imsimamie rais wetu, na imsimamie makamu wake wa rais, pamoja na waziri wake mkuu Majaliwa Majaliwa. Tunaomba Bwana, zuia uhadibifu wote unaoandaliwa, unaojulikana na usiojulikana. Babu, katengue mitengo yote. Ninaomba haya na kuamini Bwana umeyasikia na utenda kutenda. Katika siku ya wamama hii duniani, tupe upendo wa mama, tupe kushikamana japo kwa wamama. Wakati mwingine hatupendani, lakini tupe moyo mnyekevu, tupe moyo mweupe. Ninaomba haya na kuamini, ni katika jina la Baba, Bwana, Roho Mtakatifu, tuseme amen. Asanteni.